Hapa kutoa shukrani tu kwa Mama Samia. Nadhani ninyi wananchi wa Rungwe ni mataibi. Tulikuwa na vituo vya afya katia uhuru, vilikuwa vituo viwili vya afya. Leo tumepata vituo zaidi ya nane. Tuna kituo cha tuna kituo cha Ndanto, tuna kituo cha Kiimo, tuna kituo cha Masoko. Tuna kituo cha Iponjola, tunajenga vituo vingine Malindo, tunajenga vituo vingine eh ambao tunajenga kutokana na pesa zetu sisi wenyewe, pale Malindo tunajenga kituo, Maseba tunajenga kituo na maeneo mengine mengi tunajenga kituo mili oli, mili oli, mili oli, mili oli, pwendi, yetu vya. Ametuletea milioni bilioni 2.5. Hospitali yetu ya wilaya ilikuwa imechakaa. Sana sana, Ametuletea milioni 2.7. Nafikiri mnaona pale, wananchi ghorofa linaendelea kujengwa pale kwa ajili ya eh, mawodi pamoja na na wagonjwa wa nje OPD. Tumekwenda kwenye elimu, sio kitu cha kawaida. Tunajenga shule sita mpya. Ametuleta milioni mia tano themanini na tatu, tumesha jenga shule Msasani, tuko ndani. Ametuleta milioni nyongeza mia tano themanini na tatu, tunajenga shule kule kule ni Kisondela, shule ya Kisondela sekondari ya ufundi. Milioni mia tano themanini na tatu nyingine tunajenga shule Lupepo na ametoka na pesa nyingine milioni 360 ambayo tunajenga mabweni pamoja na nyumba za watumishi pale Lupepo sekondari. Ametuletea pesa nyingine milioni 583, tunajenga nyumba hapa chini. Tuwetele jamani, padogo hapo pakubwa sana sana. Sasa naona kwa sababu ya muda sitaenda kuongea sana, lakini mimi ni ushukuru wananchi wa Rungwe. Nilikuja na kauli mbiu yangu ikisema, maendeleo yanatoka wenyewe Nimetembea kila kijiji, tumechangia mifuka ya simenti, tumechangia mabati kuhakikisha kwamba maendeleo ya Rungwe yanapatikana na tunakwenda vizuri. Nawashukuru sana. Kwa hiyo ndugu zangu, safu ya muda sikuingia, tunaweza kua mengi zaidi. Naomba upikishia salamu kwa Mama Samia, kwa tunamshukuru sana wa yote aliyotutendea na sisi tuko tayari kumpa kura zetu mwaka huu. Asante sana.